ardhi ya Tanzania. Yanga Africans hatuna ugeni wa kiwanja chochote ambacho kiko kwenye ardhi ya Tanzania kwa sababu miongoni mwa mechi ambazo tumechukua pointi nyingi ni mechi za Uganda, na toba utapia, ndio njia moja ya kuongeza msamiati wa Kiswahili, ndio njia nini, mechi ya nini, ndio tumevuna pointi nyingi. Ukiangalia mechi za mikoani mechi gani sisi tumefunga? Yaani hata nje hapa, nimesema nje. Yule yuko hapa mkoani, si uko Dar es Salaam, hayuko Dar es Salaam, kiwanja cha ugeni yeah. msale tu. Kwa hiyo ukiangalia matokeo ambayo tumepata mabaya nje ya yeah. viwanja ya nyumbani ni machache kuliko mafaida kuliko faida, yaani tumepata yeah. mipointi mingi yeah nye mechi hizo za nchi viwanja vya ugenini. Kwa hiyo hata kine, nani ule jamaa, kwanza kiwanja chenyewe kimetumisi, kiwanja kile chenyewe kimetumisi, kimemisi shoo zetu hey. Ha, so, sasa haturudi kwamba sisi kuenda kutoa pesa yetu tumpe yule bwana nani kwa ajili ya kuwa sisi wenyeji wa katika kiwanja chake, ndicho ndio tulisema turudi, lakini sio kwamba yeye kama mwenyeji sasa ye, kama mwenyeji amechagua uwanja wake, utakataa Nnda kumshenyeta pale pale na kuna point kama kushenyeta mtu wake kumbukumbu nyingi za kugawa tano tano. Hayo yeah. Ha, ya kufunga nawajua. Wewe mbona mazuri, anza kwenye raha kwanza <laughs> <laughs> okay. <laughs> Mimi nikwambie kama una wasiwasi basi, mimi nikualike tu A, katika bimba la chamazi kwa ajili ya kwenda kushuhudia Young Africans ikikataa ikiikataa ha, aibu ile ambayo tuliipata mara ya kwanza baada ya kukutana na wale jamaa, na kwanza situatanao uwe mwenyewe unaona tu maandike kanjeke mara ya kadi nyekundu. Haya ha, watu wenyewe tuko nusu, wakafunga kagoli kamoja. Hii mechi tumetimia sasa, unishtue si baba si iki sitishiki na wala Ma wa na mchezo. Pengine inaonyesha kama tayari Nampongeza yaani nampongeza, sisi Yanga hatuna kikosi cha kauka, ni kuvaa <laughs> yaani eti mchezaji umeumia, umeng'angana tu umengangana tu hii. Sisi wachezaji wetu, unapocheza uwanjani sio utumwa, alikuwa analia, ingekuwa ni maumivu au nini. Ndio maana anakwambia mchezaji wetu anapocheza Yanga Africans, ana relax, anaenjoy, ana enjoy, ana kutumikia kibarua chake kwamba mimi nikiumia, kuna mtu, hakuna wasiwasi, atakuja azii aya, kaingia pale muda athiria haya, uliona, ni, uh, uliona pengo pale hey. Yani, ni katika ile tunechielechiele tunachiana chiaii eye baada ya kupata pale usinikabia kwa juku, baada ya kupata mushkeli pale hey. Akaona bora nipumzike ili nijiandae vyema kwa ajili ya mchezo. Alikuwa no ananena, alikuwa ananena kwa lugha ana watu wakiwanena kwa lugha wanakuwa wanatoa matusi. Mzee wa kigelegele, kuna jambo la kitaifa, wawakilishi wetu wa nchi ya kapu wanatuwakilisha siku ya tarehe tisa. Nie kama mimi ni Mtanzania, ndio io kwenye shughuli yangu, kama mliwahi kuhudhuria mtanioni, lakini <laughs> kama hamjawi kuhudhuria mia